Bwana natakiwa ufahamu kitu kimoja, hakuna kitakachobadilika kama hutabadilika. Yani, hakuna kitakachobadilika kama hutobadilika. Kitu pekee ambacho natakiwa uelewe kwenye maisha ni kwamba ili maisha yako abadilike ni lazima ubadilike. Kuna vitu haviwezi kuja kamwe kwenye maisha yako kama utabadilika. Kuna tabia fulani ukiziacha ndo maisha yako atakuja. Huwezi kupata pesa kama huheshimu pesa. Yani, huwezi kupata pesa kama huna tabia ya kuheshimu hela, huwezi kupata hela. <laughs> Kuna mtu mwingine anasema mi bwana, hivyo mwanangu, subiri Mwenyezi Mungu aje ni bless nipate bahati na vitu kama. Hakuna bahati, kila kitu kinahitaji mabadiliko. Lazima ufanye mabadiliko kwenye maisha yako ndio upate hicho unachotaka. Kama unataka pesa anza kutengeneza tabia, au anza kubadilika kupata tabia ambazo zinaweza kukubadilisha wewe kutoka kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine. Usitegemee kupata hela kama wewe kila siku na visingizio kibao. Usitegemee kupata hela kama wewe kila siku ni mvivu na waza tu. Usitegemee, ili upate pesa lazima ubadilike. Kuna njia fulani nitakuzifahamu ili zikupeleke huko ambako unatakiwa kwenda. Kwa siku zote usitegemee mabadiliko aina yoyote bila wewe mwenyewe kuchukua hatua wa kubadilika badilika. Na kwa ukibadilika nakuwa narahisi kufanya hivyo vitu ambavyo au kupata hivyo vitu ambavyo anavitaka. Kuna mtu mwingine anategemea apate nguvu za kiume halafu na mambo fana shindo kuyaacha. Kuna tabia fulani vijana wingi tunaifanya naifanya, hiyo tabia ni mbaya sana kwa, usitegemee nguvu za kiume kama unafanya hiyo tabia wazee wa kuchukua sheria mkononi e, lazima uache ubadilike. Ndo mabadiliko yapatikana. Eh, usitegemea kupata mume kama hujaacha tabia umalaya, lazima ubadilike, uanze kufata tabia fulani ambazo zitakushawishi zitawashawishi watu kukuona wee ni mtu wa maana, ndo utapata mwanaume. Kwa hiyo lazima ubadilike, ndo upate vitu. Lazima ubadilike, ndo mabadiliko yaje. Lazima uanze kubadilika, taka upate mke, kila siku wee ni mlevi yani, lazima ubadilike, ndo mabadiliko yaje. Bila kubadilisha vitu fulani, huwezi kupata mabadiliko aina yoyote. Kila siku utaishia kulialia tu bana, badilika. Ukibadilika maisha yako yanabadilika. Anza mabadiliko, badilika. Na mmoja kati ya kitu muhimu zaidi kubadilisha ni tabia, mifumo yako ya maisha unayoishi kila siku. Ukibadilisha hiyo mambo yanakuwa poa na hakuna kazi ngumu ama kubadilika, nahitaji moyo hali ya juu sana. Kubadilisha vitu ambavyo ushavizoea kuvifanya, kuviacha na kuingia kwenye vitu vingine ni ngumu sana, ndio mtihani ambao vijana wengi tunao. Ila ukipata nafasi ya kubadilisha baadhi ya mambo ambayo unayafanya na kuingia kwenye mifumo mingine, pema tu, tunakuona pale kwa. Usitegemee kubadilika kama hujabadilika, ni ngumu. Hizo ni ndoto za mchana hizo. Kwa lazima ubadilike ili maisha yako yabadilike.